Assalamu alaikum na karibu katika unukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa sita mwaka 2025, na siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Kwa moyo mkunjofu kabisa, ni kualiki kuna kunako unukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 0775 946 saba. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia atoa maagizo mazito Simiyu, agiza viwanda kutumia pamba ya nchini kuchakata nyuzi, ataka shule za amali ufundi kutatua tatizo la ajira. Habari imeelekwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili lakini vya gazeti Habari Leo limeandika Majaliwa ataka teknolojia isiathiri usalama wa wagonjwa, asisitiza usalama wa taarifa zao. Habari kamili ni katika ukurasa wa tatu. Wasira awapasha wanaobeza maendeleo, habari katika ukurasa wa nne. Serikali yashauriana na Marekani kasoro za uhamiaji, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Marobota ya pamba yaondolewa VAT, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. mufti mahujaji wote wamerudi salama. Habari katika ukurasa wa nne. Kampeni msaada wa kisheria yatatoa migogoro mia nne na moja habari katika ukurasa wa saba. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika wabunge wataka kuimarisha mifumo ya ukusanyaji mapato, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lijua habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni tuhuma za utekaji watu kupotea, Tanzania yaijibu UN. Balozi Abdala Posi aeleza kwenye baraza la usalama msimamo wa nchi kuhusu tuhuma hizo, asema ni uzushi na uwasilishaji wake si sahihi. Aeleza mazingira ya uchunguzi, akigusa wa Oktoba, polisi wao watoa taarifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili kauli ya jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopokea taarifa hizo huanza uchunguzi kwa kukusanya ushahidi kutoka kwenye vyombo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa, nini kilichotokea. Huwezi kusema moja kwa moja bila ya kumpata wala ushahidi. Hii ni nukuu ya David Misime. Abdalla Posi, nukuu yake anasema, ingawa madai hayo bado hayajathibitishwa kwa uchunguzi huru Tanzania inachukua kwa uzito wa tuhuma zinazotolewa za mateso, ukatili wa kijinsia na ukiukaji wa maadili. Baadhi ya matukio yanayodaiwa kuwa ni ya utekaji: Ali Kibao, mtendaji wa CHADEMA aliyeshushwa kwenye basi na kuwawa; Mdude Nyangali alikamatwa nyumbani kwake Mbeya, hadi sasa hajapatikana; Deus Dedis, Soka Jacob, Maria na Frank Mbise walichukuliwa kwa pamoja. Shadrack Chaula, kijana msanii wa uchoraji, alichukuliwa nyumbani kwao. Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Samia azindua ujenzi shule mia moja na tatu za amali habari katika ukurasa wa tatu. Wawakilishi misamaha ipungue. Vyanzo vya mapato viongezwe habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika matarajio ya wananchi. Daraja la Magufuli habari katika ukurasa wa sita. Majaliwa asisitiza tafiti za afya au nyeulaji wa chips mayai habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limelika gazeti Mwananchi Alhamisi ya leo. lo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele, Rais Samia ayahakikishia Simiyu soko la uhakika ni la pamba. Aipongeza maso kufikia lengo la makusanyo. Wananchi wa bunge wamehakikishia jambo Oktoba habari amelikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika rais aendelea kuweka mawe ya msingi shule za amali, habari katika ukurasa wa nne. Dr Mpango amwakilisha rais Samia mkutano Italia, habari katika ukurasa wa 4. Serikali tumeona masharti ya kiuhamiaji ya Marekani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Maumivu ya mgongo nyonga, magoti yazidi kusumbua, habari katika ukurasa wa pili. Watuhumiwa 42 wakamatwa Tanga, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Trump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 zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Ostabai Msamana barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103333 barua pepe tokohas.tz@gmail.com. Tuitazame sasa gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge watekwa na joto la uchaguzi baadhi wawapiga vijembe makada wanaodai kujipitisha majimboni, wasema si lolote sisi, hatumdai bali yeye anatudai, na tunamshukuru Mungu, tunakwenda kulipa deni. Habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeriika Samia aweka msimamo kwa viwanda vya ndani. Habari katika ukurasa wa pili. Siku ya silimundu, upandikizaji wa uloto wa hatua kwa hatua, mgonjwa hukaa hospitalini miezi miwili 21 wamepona, 22 wanasubiri kuingizwa wadini, yumo raia wa DRC, gharama za bebwa na Rais Samia. Habari katika ukurasa wa nne. Zipa ya yamtoroko tuzo mwenye kuvutia uwekezaji Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili limeandika, polisi yaanika sababu kuhusu matukio utekaji. Habari katika ukurasa wa pili. Wizara ya fedha yataka udhibiti sera ya ununuzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Pashi, mwanga wa jamii. Nalo gazeti Mwanahalisi lenye katika ukurasa wake mbele limeandika lisu haja kivingine, sakata lake la geuka mwiba kila kona. Chadema warudi mahakamani kuja nusuru, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali ya haha kuilipa IPTL, habari katika ukurasa wa sita. Mabilioni hayo ya shilingi inalipwa kwa kampuni hiyo kufuatia kinachoitwa kupunjwa kwenye madai yake dhidi ya shirika la umeme Tanzania, TANESCO. Habari katika ukurasa wa sita. Samia awafye kampina gwajiba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika chauma hali tete, maandalizi ya hafifu ya mikutano na uchache wa watu waliojitokeza kilichangia kukatisha ziara yetu, ameeleza kada mmoja wa chama hicho na kuongeza undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nane wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi, ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika: Zanzibar Zimbabwe ziimarisha diplomasia ya uchumi, Dr Mwinyi, habari katika ukurasa wa pili. Bajeti kuu ya serikali yapitishwa Zanzibar, habari katika ukurasa wa pili. Watanzania wahimizwa kudumisha amani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. NMB yapongezwa kudhamini kongamano la uwekezaji Zanzibar. Habari imelekwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Samia wataka wananchi Maswa kuhudumia fursa ujenzi miradi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa sita. Iran yaionya Marekani kujihusisha na vita yake na Israel, habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti ya Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia atangaza neema zao la pamba hawahakikishia wakulima soko la ndani na kumwagiza waziri Bashe kuendelea kufanya mabadiliko sekta ya ushirika na tume ya umwagiliaji, iwepo mkoani Simiu kuzindua mradi wa maji leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wasira hawatolea uvivu wanaobeza maendeleo nchini, habari katika ukurasa wa pili. Rais Dr Mwinyi balozi Zimbabwe wateta, habari katika ukurasa wa nne. Majali wafanyeni tafiti zenye tija habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Misheni Umoja wa Afrika ya koshwa na maandalizi ya uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa ishirini. SMZ yaipongeza NMB kudhamini kongamano la uwekezaji Zanzibar, habari katika ukurasa wa ishirini. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, Alhamis ya leo gazeti wa machinga lenye limeandika Samia mikopo halmashauri masharti yalegezwe, agiza kamati za usimamizi kurahisisha masharti ya mikopo ya asilimia kumi ili iwafikie wengi zaidi. Amwagiza waziri Hussein Bashe kuhakikisha tume ya umwagiliaji inakuwa na ofisi mkoani Simiyu. Habari katika ukurasa wa pili, gazeti limeandika wasira watolea uvivu wanaobeza maendeleo, asema kabla ya kusema hakuna maendeleo wawe wanafanya utafiti, hawataka waache tabia ya kuwa kama kasuku kukariri wasiojua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Waendelezaji mradi wa uzalishaji wa umeme Lupali kuimarisha ulinzi wa usalama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Waishukuru Lea kwa uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.3, utekelezaji wake wafikia asilimia 97.5. SMZ yaipongeza NMB kudhamini kushiriki kongamano la uwekezaji Zanzibar. UA waridhia maandalizi uchaguzi Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tukigeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti liyo limeandika weka ni weke kamera, mambo freshi, ahua anakimbiza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili matokeo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Mashujaa dhidi ya KMC moja moja, Simba tano Kengold sifuri, Tanzania Prisons sifuri Yanga tano, Azam FC tano Tabora United sifuri. Msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara unaongozwa na Yanga mwenye alama sabini na sita akifuatiwa na Simba katika nafasi ya pili na alama sabini na tano. Nafasi ya tatu ni Azam mwenye alama sitini. Nafasi ya nne ni Singida Black Stars mwenye alama hamsini na sita ya tano ni Tabora United yenye alama thelathini na saba. Gazeti hili limeandika nafasi zote 16 za ligi kuu bara. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mtoano kazi ipo, baada ya mechi za jana, timu nne zimebaki kwenye pressure ya kucheza mechi za mtoano kupambania kubaki ligi kuu bara. Mwanaspoti limeandika ile EPL, ratiba ya Premier League ndani bingwa elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano ni Liverpool. Timu zilizopanda ni Sunderland, Burnley pamoja na Leeds. Ijumaa Agosti kumi na tano ni Liverpool dhidi ya Bonamos, ni Liverpool dhidi ya Bonamos. Jumamosi Agosti kumi na sita ni Wolves dhidi ya Manchester City. Jumapili ni Agosti kumi na saba ni Chelsea dhidi ya Crystal Palace. Hii ni ligi kuu nchini Uingereza, wakati Man United atakuwa na kibarua dhidi ya Arsenal Jumapili Agosti kumi na saba uwanja Old Trafford. Agosti 16, 2025 aston Villa na Newcastle United uwanja wa Villa Park ni saa 8 na dakika 30 mchana. Hii ni EPL. Gazeti hili limeandika FIFA Club World Cup leo Alhamis, Inter Miami dhidi ya Porto, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gejela habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, limeandika Yanga, Simba jino kwa jino, Mwinyi ahidi uwekezaji zaidi kwenye michezo shime roho kwatu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Liverpool kuanza ligi dhidi ya Bournemouth, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwa heri kwa sasa.